Wakizungumza kwa nyakati tofauti na mwandishi wa habari hizi kuhusu uelewa wao kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani, wananchi hao wenye ulemavu wamesema wanaomba kama tume ilivyoahidi, basi wawekewe mazingira rafiki kwa siku hiyo. Wenzetu vipofu wawe na watu ambao wanaelekeza, au wenzetu nao wanaotumia lugha ya alama, tunaomba pia pawe pawe pana mtu ambaye anasaidia kwa jinsi ya kuwapokea na jinsi ya kuelekeza. Hilo naomba iliyo tume ifanye hivyo. Changamoto ambazo tunapenda zifanywe kazi kwa sisi watu wenye ulemavu, nikianza na kundi la walemavu wa viungo. Walemavu wa viungo kwa kweli, natakiwa swala la miundombinu lizingatiwe, kwa sababu bila kuweka miundombinu sawa, mtu mwenye ulemavu wa viungo kwake itakuwa ni changamoto. Watu wenye ualbino tunafahamu kwamba adui yetu mkubwa sisi ni jua sasa tulikuwa tunaomba mtu mwenye ualbino kwanza hatakiwi akapange foleni kutokana na jua. Jua kwa mtu mwenye ualbino ni adui mkubwa sana, kwa hiyo tungependa kwanza wazingatie swala la watu wenye ulemavu. tukifika pale tunapita tu moja kwa moja kwenda kupiga kura. Mwenyekiti wa Chama cha Watu Wenye Ualbino na Watu Wasioona Mkoa wa Tanga wakaeleza ni vipaumbele gani muhimu ambavyo vinatakiwa kuwekwa kwenye vituo vya kupiga kura, ambapo vitaweza kusaidia zaidi watu hao. Tume Huru ya Uchaguzi ijaribu kuzingatia watu wenye ulemavu, kwanza kupewa kipaumbele kwa watu wenye ualbino, halafu vile vile maandishi yakuzwe ili waweze kupiga kura vizuri. Halafu pia tunaomba vyombo vya dola ambavyo ndio vinavyohusika, labda vyombo vya usalama kwa kutulinda, lakini kama watu wenye ulemavu basi wa ngozi basi, tunaomba kupewa kipaumbele ili tuweze kupiga kura mapema na kuweza kurudi nyumbani. Kuwepo na vifaa muhimu, kwa mfano maandishi ya nukta nundu, kwa sababu yatakuwezesha kurahisisha upigaji kura kwa mtu ambaye nimeshamteua katika kichwa changu. Hata hivyo, mratibu wa uchaguzi mkoa wa Tanga, Sebastian Masanja, amewatoa wa hofu wananchi wote kutoka makundi maalum, na kueleza kuwa tume imeandaa mazingira rafiki kwa ajili yao na wataweza kushiriki zoezi hilo. La kundi la watu wenye ulemavu wa kuona, wasioona, wale wanaojua kusoma tayari tume imeisha leta karatasi zao za kuwawezesha kupiga kura, wale ambao wana uwezo wa kusoma. Kwa hiyo kama ana, ana, ana uwezo wa kusoma, zipo karatasi za kura zenye nukta nundu ambazo watazitumia wao kuweza kusoma na, ku, na kumchagua kiongozi wanayemtaka. Lakini kwa wale ambao ambao hawajui hawajui kusoma kusoma, yani kwamba wenye ulemavu ambao hawajui kusoma na watu wengine ambao hawajui kusoma, yani kusoma, kusoma, tume iliweka utaratibu iliweka utaratibu wa kwamba atakuja na mtu anayemwamini yeye kwamba wataingia naye mle ndani. Wakishaingia mle ndani, huyo msaidizi atamsaidia kuweza kumchagua kwenye ile kwenye ile sehemu ya faraga tunaita kitutuli. Mkoa wa Tanga una jumla ya wapiga kura milioni moja laki sita na thelathini na mbili elfu mia saba na thelathini na saba ambapo tume imeandaa vituo vya kupigia kura elfu nne mia tano ishirini na sita kwenye majimbo kumi na mbili ya uchaguzi yenye jumla ya kata mia mbili na arobaini na tano. Kutoka hapa mkoani Tanga, mimi ni Rajabu Athmani.